Mimi mkuu wa mkoa kuna wakati mpaka nguvu za kiume zinaweza zikapungua, kwa sababu ya mambo, kwa sababu ya kuhangaika na migogoro yenye tafsiri ya kweli. Sasa tusifikishane huko. Kwa hiyo, ndugu zangu, wana kalia koo, naomba nihitimishe kwa kusema usilitaje bule jina la Mheshimiwa Rais kama huna hakika na unachokisema Mheshimiwa, Mheshimiwa Rais tusaidie, Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Rais naonewa, Mheshimiwa Rais Hapana, mtaje Mheshimiwa Rais kwa nidhamu. Kwa hiyo nimetoa waraka huo wa kwanza kufanyia kazi hapa, fanyia kazi, usilete mabaunsa. Sasa bwana wewe, fanyia kazi. Jeshi la Polisi limekusha likabizi kazi kwamba litasimamia usalama wa maeneo haya yote. Baunsa anabaya anakuja kuvunja kuvunjavunja watu, kuumiza watu, hiyo sio taaluma yake. Hatuhitaji baunsa ukamataji ni taaluma ambayo wenzetu wa vyombo vya dola wamesomea. Unaweza ukamkamata mtu mahali pabaya na ukamuua na ukapata kesi ya mauaji. Achia wao, watashughulika na mtu anayefanya fujo. Tafsiri ya mambo yote ya kisheria itafanyika huko mahakamani. Mngelia misiri ya machozi, lazima mwisho hakifanyaje, lazima mwisho hakifanyaje. Jambo la pili kamati imejiridhisha kwamba nyumba hii huo mgao ambao huyu bwana dalali hakuwapatia wengine ilikuwa ni kwa sababu gani. Na ningemwomba huyo dalali hapa. Dalali, dalali ikwapi? Dalali, shika mike. Umekuwa mtu mzima maskini tangu wakati huo. Haya, hebu tueleze wewe, ni dalali ambaye unaambiwa kwamba kuna baadhi ya pesa ambazo umekula na kwenda kufanyia shughuli zako binafsi, jambo hili unalikubali mbele ya hadhara hii? Jitambulishe vizuri, wewe ni dalali ni nani? Ni nani? Naitwa Sombo. Ongeza sauti sasa, eleza manake. Je, unausikaje sasa kutajwa hapa? Kwa nini umetajwa? nimetajwa kwa sababu kuna baadhi ya wadithi walikuja kuchukua pesa zao. Je, ni kweli wewe ndiye uliyeuza? ni kweli, ndio, mimi niliyeuza, kwa mamlaka mahakama, kwa mamlaka mahakama. Na unauhakika kwamba pesa yote iliingia kwenye akaunti ya broker ambayo ni wewe? Ndiyo, mheshimiwa. Iliingia shilingi ngapi? milioni mia mbili na hamsini. Ndio mshindi. Sasa tueleze hiyo historia kidogo, kwa nini wengine walichukua wengine walikataa, labda tueleze tu hapo kidogo. Wengine walichukua kwa sababu walikuwa wameridhia mauzo, na wengine walikataa kwa sababu walikuwa hawakubali mauzo. Kati ya waliochukua na ambao hawajachukua, wapi wengi katika familia hiyo? Waliochukua walikuwa ni wengi. Na pesa ambazo zilibaki kwako zilikuwa ni shilingi ngapi? Takriban kama milioni 60, takriban kama milioni 60. Ndio mshi Mwanasheria, pesa ambazo zimebaki ni kama shingapi? Kwa mujibu mw... kwa mujibu wa taarifa yetu ilikuwa ni milioni 64 na laki 5, milioni 64 na laki 5. Na ambazo mgawiwa alipaswa kuwa nani na nani. Mgawiwa alipaswa kuwa Bi Malaya, lakini na familia moja ya Bwana jarabu ya Bwana Rajabu, dada yake na Rajabu, mpe broker. Kwa hiyo hela hiyo milioni 60 na hiyo, iko wapi? Ipo benki moe, ipo? Ninayo ipo benki. Unayo iko benki? Ndiyo.